Lugha ni mfumo wa mawasiliano uliopangwa unaotumiwa na jamii ya watu ili kueleza mawazo, hisia, habari na uzoefu wao. Lugha huakisi na kubeba utamaduni, historia na mtazamo ulimwengu wa jamii inayotumia. Maneno na misemo huweza kueleza dhana ambazo hazipo katika lugha nyingine. Lugha ya kigeni ni lugha yoyote ambayo si lugha ya asili, yaani mother tongue lugha ya nyumbani kwenu au lugha rasmi ya eneo hilo, yaani nchi unayoishi. Lugha huainishwa kama lugha ya kigeni kulingana na uhusiano wako na lugha hiyo. Kwenye uhusiano wa lugha, kuna lugha ya kwanza, yaani lugha ya asili, lakini pia kuna lugha ya pili na lugha ya kigeni. Lugha ya kwanza au lugha ya asili hii ndio lugha unayoifunza kwanza tangu utotoni na unaitumia kufikiria na kuwasiliana nyumbani na katika jamii yako ya karibu. Mfano, kwa Watanzania anayeishi kijijini, lugha yake ya kwanza inaweza kuwa kilugha. Lugha ya pili, hii ni lugha ambayo kwa kawaida hujifunza baada ya lugha ya kwanza na inatumika sana katika mawasiliano ya kitaifa, shuleni au katika biashara kama nchi hiyo. Kwa mfano kwa Mtanzania, Kiswahili mara nyingi ni lugha ya pili au lugha ya kwanza kulingana na mahali alipokulia. Lugha ya kigeni, hii ni lugha ambayo hutumika sana katika mawasiliano ya kitaifa au ya jamii katika nchi inayoishi. Inafunzwa hasa kwa madhumuni ya kusafiri, biashara na kimataifa au elimu za ziada. Mfano, katika muktadha wa Tanzania, lugha ya kigeni inaweza kuwa Kifaransa, Kijerumani, Kichina, Kihispania, Kijapani na kadhalika. Lugha hizi hazitumiki sana katika mawasiliano ya kila siku nchini, bali kwa mahusiano ya kimataifa. Lugha ya pili mara nyingi ni Kiingereza, hutumika shuleni na kazini, lakini si lugha ya kwanza kwa kila mtu. Kwa kifupi, lugha ya kigeni ni lugha iliyo nje ya mipaka ya kawaida ya mawasiliano ya kila siku ya nchi yako. Kila mwaka ufikapo mwezi Disemba, basi dunia kwa pamoja huadhimisha mwezi wa kujifunza lugha ya kigeni. Maadhimisho haya hayana lugha moja maalum ambayo imechaguliwa rasmi kwa ajili ya kila mwaka, bali ni kwa lugha zote. Badala yake uhamasishaji wake unalenga kusaidia watu kuchagua lugha yoyote wanayoipenda. Hata hivyo, kuna baadhi ya lugha ambazo hupewa kipaumbele zaidi na makundi mbalimbali kutokana na umuhimu wake kwa sasa. Lugha hizo ni kama Kihispania, Kifaransa, Kijerumani na Kichina mara nyingi hupewa kipaumbele na shule na taasisi za biashara kwa sababu zifuatazo. Kwa lugha ya Kihispania, ina umuhimu wa kibiashara na jamii. Ni lugha ya pili inayosambaa zaidi kimataifa na muhimu sana katika biashara, utalii na mawasiliano ya jamii katika maeneo mengi duniani, hasa Marekani na Amerika Kusini. Kwa lugha ya Kichina ni muhimu kwa ukuaji wa uchumi na teknolojia, kwani China ina nguvu kubwa ya kiuchumi duniani. Kujua Kichina hufungua milango katika biashara ya kimataifa, teknolojia na masoko ya Asia. Kwa lugha ya Kifaransa na Kijerumani, umuhimu upo kwenye elimu, utamaduni na diplomasia kwani lugha hizi ni muhimu kwa masomo ya juu kama diplomasia, kwani Ufaransa na Ujerumani ni wanachama wakuu wa taasisi nyingi za kimataifa na utamaduni tajiri. Asili ya maadhimisho ya mwezi wa kujifunza lugha za kigeni ilianza kwenye mwaka 1950. Ilikuwa ni msukumo wa kwanza wa kuhamasisha ujifunzaji wa lugha kutokana na mazingira ya kisiasa ya vita baridi, yani Cold War. Katika nchi za magharibi, wataalamu waliona umuhimu wa kitaifa wa kuwa na raia wanaojua lugha za kigeni kwa ajili ya diplomasia, ujasusi na ushindani wa sayansi na teknolojia lakini pia msukumo wa rais wa Marekani mwaka 1956, Rais Dwight Eisenhower wa Marekani aliunga mkono wazo la kuwepo kwa wiki ya kitaifa ya kusherehekea lugha za kigeni. Lengo lilikuwa kuhamasisha wanafunzi wengi kusoma lugha tofauti shuleni. Tunapoadhimisha mwezi huu wa kujifunza lugha ya kigeni, mwezi huu unatumika kama kikumbusho na motisha kwa watu ambao wamekuwa wakifikiria kuanza kujifunza lugha mpya. Kuwapa chachu ya kuanza safari hiyo yenye manufaa. Maadhimisho haya huangazia umuhimu wa lugha kama daraja la mawasiliano, maendeleo ya kibinafsi na ufahamu wa ulimwengu. Na tunavyoadhimisha mwezi huu, tunakukumbusha kuchagua lugha iliyolingana na malengo yako kama kazi, kusafiri na mapenzi ulionayo kwa lugha hiyo. Na hii ni kalenda ya leo. Aa, na hiyo ndio mm, kalenda ya leo. mm. Eh, ni kusalimia vipi? Habari yako? Guten Morgen. Bonjour. Eh, good morning. Ni vipi eh? Koma sava. Ni hao. Koma sava. Yaani kuna watu wengi wamejua lugha kupitia huo wimbo. Kwanza kama hata tujafika maamkio anaomba unanitisha na miwani yako. Kwa hiyo hatuna ajua mko anitolee hiyo miwani kwanza. Mhm. Ujisikie raha? Tuweze kuona mtaalamu, tuweze niweze kuongea na mtaalamu wa lugha vizuri kabisa. Oh yeah. ah, ah. Namna hiyo eh. Eh, sasa hapa ah, ah. Tunatishana. Ah, well, baada ya uh, kuweza mm. kusikia machache hayo kutoka nilivyoandaa kwenye makala fupi hiyo, tutaungana hapa mm. karibu sana, nikukaribisha Dr. Reuben Ndimbo huyu mm. yeye ni mhadhiri kutoka idara ya lugha na fasihi katika pale shule ya Duse mm. karibu chua, sana dokta mm. sana. Na dokta kabla tujafika mbali, tunaomba kujua kwanza, unafahamu lugha ngapi za kigeni? <laughs> Kwanza nishukuru sana Azam kwa kuwa sehemu ya uadhimishaji huu wa lugha za kigeni uh, ni kitu kizuri sana nimesikiza na, na hiyo makala hapo nimefurahi sana. Uh, mimi binafsi nafahamu lugha ya Kiingereza uh, kwa hiyo nazungumza Kiswahili na Kiingereza Swahili na Kiingereza. Umewezaje kujifunza lugha hii kwa ya kigeni kwa urahisi, ambapo unaweza ukamshauri mtu mwingine ni njia gani za kufata ili aweze kujifunza lugha hii? Asante sana. Lugha ina maeneo makubwa manne. Lugha ina ina, ina maeneo ya kusoma yani reading. Lugha ina maeneo ya kusikiliza yani listening. Lugha ina maeneo ya ya kuandika yani writing, lakini pia uh, ina maeneo ya kuongea yani speaking kwa hiyo unapojifunza lugha yoyote ni muhimu sana kuangalia masomo maeneo yote manne e. Kwa mfano watu wengi wanatamani sana kuzungumza lugha e, e, let's say Kiingereza ki, lakini unakuta hasomi vitabu vya Kiingereza, hasomi makala za Kiingereza, hasikilizi vitabu vya Kiingereza, hazungumzi hicho Kiingereza. Kwa hiyo ni, ni ngumu kwa yeye kufahamu lugha ukitaka kujifunza lugha kama mimi nilivyojifunza lugha, eneo la kwanza ni kupata nafasi ya kusikiliza hiyo lugha ya kigeni ya? Kwa hiyo, uh, mimi nilipata nafasi ya kuwasikiliza walimu wangu na nikaweza kufahamu lugha ya Kiingereza. Lakini cha pili ni kusoma sasa makala zinazohusiana na lugha ya Kiingereza, vitabu vya lugha ya Kiingereza eh. Kwa hiyo kwa kusoma vitabu vingi, nakumbuka kipindi nilipokuwa nasoma form 1. Uh, nisoma shule moja Dodoma huko unaitwa Jamhuri Sekondari. uh, tulikuwa tuna assi program, program, mi siti kusoma mabasi ya njano uh, primary school tulisoma hizi zisenti kayumba, lakini nilipofika secondary school nikakutana na programu za kusoma. Kipindi kile walikuwa wanaita hivi vitabu vya ziada hivi eh, zile class libraries unakuta kuna vitabu vidogo vidogo vya story fupifupi vinakuwa fupi, library na nakumbuka mwalimu wangu wa Kiingereza alikuwa anatu, kama anatushindanisha hivi unakuwa na se, na ukurasa wako pale, unapoenda kuazima kitabu unaandika jina la kitabu <coughs> alafu ukimaliza hicho kitabu unarudi unachukua kitabu kingine. Mimi nakumbuka form 1 mpaka nilipofika form 2 nilikuwa nimesoma vile vitabu vidogo vidogo kama mia moja na saba hivi vya story fupifupi fupi. Unavyosoma vitabu unaongeza vocabulary, unaongeza misamiati kwenye kichwa chako. Huwezi uh, kuzungumza Kiingereza kama kichwani kwako kwa, hakuna misamiati ya Kiingereza waho. Kwa kusoma vitabu unakuongezea ile misamiati. Kwa kusikiliza, unavyosikiliza speeches, unavyosikiliza vitu ambavyo vina interest na wewe. Unapenda mpira, sikiliza mpira kwa Kiingereza. Unapenda muziki, sikiliza muziki wa Kiingereza unapenda tamaduni soma na sikiliza ishu za tamaduni kwa lugha hiyo ambayo unataka kujifunza. Kwa hiyo uh, uh, lakini cha, cha, cha mwisho ambacho ni muhimu sana ni kwa wewe kuzungumza. Hakuna mtu anajifunza lugha uh, vizuri uh, zaidi ya kuongea. Ndio maana nasema the more you speak the, uh, the foreign language, the more you know it. Umeona? The more you, uh, unaiown, the more you own the language kwa ni muhimu sana kupita katika maeneo yote hayo manne, upate nafasi ya kusikiliza, upate nafasi ya kusoma, upate nafasi ya kuandika hiyo lugha, lakini zaidi upate nafasi ya kuongea. Hata ukitaka kujua Kisukuma ni lazima upate Wasukuma uzungumze nao sana, Kisukuma utakuwa unazungumza vizuri. Kwa katika hayo maeneo manne, kwangu mimi imenipa nafasi ya kuweza kufahamu lugha ya Kiingereza vizuri. Sawa, ni vizuri kabisa, hizo njia ambazo umezisema inapaswa tuzifate, lakini sasa tunaile kwamba sawa, nimeshasoma nimesha andika nimesha sikiliza, tunakuja kwenye swala la kuzungumza. Watu wengi walionizunguka sikazi, wenyewe hawako tayari kujifunza lugha hiyo au hawaifahamu, unakuta sisi tunakwambia hii lugha nimejifunza nikiwa kichwani, yaani kichwani naongea vizuri kabisa nikifungua mdomo ha una livyo la kutushauri kwenye masala sasa ya kuzungumza? <laughs> Uh, mtu alisema akishapata ak, mbili tatu zile za moto ndo anaanza kuzungumza Kiingereza vizuri vizuri. <laughs> E, wa, wapo wengi sana tunawafahamu. <laughs> Uh, eh, kama nilivyosema, uh, changamoto za kujifunza lugha zipo zipo kadhaa, lakini mojawapo ni kukosa, ukikosa Mba muda, ukikosa watu wa kuzungumza nao moja kwa moja, sio kwamba hautajua hiyo lugha, lakini unaweza ukachelewa kuifahamu vizuri, au ukakosa ule umiliki kwa muda mrefu. Lakini kama unaweza kwa mfano, kwa wanafunzi tunavyosema, huwa tuna unakuta mpaka shuleni, nafikiri hata shuleni kwenu mlikuwa mna ile wanaita no, uh, no english no service. Unakuta mna, mnaongea, niliwahi ku, niliwahi kwenda kwenye shule moja, nilikuwa nafanya utafiti nikakuta wanafunzi wanalazimishwa kuongea Kiingereza usipoongea Kiingereza unavalishwa ile block imeandikwa shame on me. Umeona wengine wanavalishana magunia unaona, unaona, ili kuwalazimisha kuzungumza Kiingereza, lakini ukweli ni kwamba ukizungumza zaidi, una uwezo ku, wa kufahamu hiyo lugha kwa muda mfupi zaidi. Ndio maana kwa mfano ukitaka kujifunza Kichina uki, ukitokea kwenda China ukajifunza, kwa sababu wazungumzaji wa wengi wanakuwa pale, unaweza ukaifahamu hiyo lugha mapema zaidi kuliko kujifunza huko ambapo utajikuta una, una eneo dogo tu la kujifunza darasani peke yake. Sio kwamba hautaweza kujua, ila utachelewa kufahamu kwa sababu utalazimika sana kusoma zaidi na kusikiliza zaidi eh, kupitia kupitia vitu vingine kama kwenye televisheni hivi eh, kwenye mitandao ya kijamii eh, kwenye kwenye movie na maeneo mengine, lakini unapopata nafasi ya kuzungumza na mtu Uh, tunavyobadilishana mawazo hivi. Siku hizi watu wanatumia hata application za simu, kwa mfano kuna mtu ananiambia kwenye chat GPT, unaweza ukawa unajifunza lugha kwa kuongea, unaongea naye naye anakujibu, na unaongea naye naye anakujibu. Kwao, kama unataka ku, ku, uh, kufahamu lugha vizuri, ni muhimu sana kutafuta kutafuta nafasi ya, ku, ya kuzungumza na mtu au watu, hiyo inakurahisishia sana kufahamu lugha kwa urahisi. Eh, enasli mm, lolote eh, eh, natamani kumuuliza kitu uh, Mr. Ndimbo mm. Uh, mm. Kuna kasumba kwenye jamii yetu, ukitaka kujifunza lugha ya kigeni, maana wengine tunajificha, unajificha, unakula misamiati miwili mitatu, alafu ukienda uraiani, ukikutana vijana pale, unataka kuyatumia pale. Sasa kuna kasumba hii kwamba watu wanakuona ujamaa, machinoo, ujamaa vipi, unajua zile. Hilo e, la kwanza, lakini kuna hili la pili ambalo uh, Uh, sijui kama anatoka nje ya mada, lakini kwenye CV zetu hizi tunazoandika za kazi kuna mtu anaandika pale <laughs> kwenye Kiingereza, anaongea Kiswahili vizuri, anaandika frequent English. Hii, hii ni sawa na ikiwa kabisa frequently. Eh, frequently mm. Mm. <laughs> fluent, <laughs> eh fluent fluent Kiingereza. English kweli, yeah. Ni sawa. <laughs> <laughs> <laughs> Nikianza labda na hilo la kwanza mm. eh, moja ya kitu ambacho kita, kinaweza kikusaidia sana kufahamu lugha ni kuondoa ile aibu ya kwamba watu watanionaje? hmm. watu watazungumza nini kuhusu mimi hmm. Uh, watu wengi ambao tumejifunza lugha ni wale ambao tuliamua kuondoa aibu ya ku, ya ku, ya, ku, ya, ku, ya kusemwa, yaani kwamba umekosea neno Uh, watu wakasema huyu jamaa naye hajui Kiingereza labda eh? Na watu wengi huwa tuna aibu hiyo. Lakini la pili, watu kukuona kwamba huyu jamaa naye anajiona sana, you know, uh, anajisikia sasa eh? Ukiondoa hiyo aibu, kwa watu wengi ambao tumesoma nao mashuleni, mimi na wewe nafikiri tunafahamu walioondoa aibu ya kusemwa na kuzungumzwa na watu whether positive au negative, wakaamua bwana mimi nikivunja niki kama nitazungumza broken English kama nitazungumza broken French niache nizungumze, watu watanivumilia. Leo ni afadhali kukosea katika hatua za awali kuliko kuja kukosea huko huko ukubwani. Kwa mara nyingi hata tunapozungumza, tunapowafundisha wanafunzi tunawaambia ondoa ile aibu ya kukosea. Ukikosea ukiwa form 1, form 2, form 3, form 4, baadaye utakuja ku, kujenga umiliki ule wa lugha hiyo yeah? hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hali ya kuzungumza lugha vizuri. Asante Lagine sana ya kuonyesha Nikwata kasema kwa kumalizia kwa kumalizia, labda hapo Ma... utatuambia ya pili, lakini pia kwa kumalizia utuambie ni thamani gani mtu anajiongezea baada ya kujua lugha ya kigeni. Yani kweli kuna kuna moja, nimesikiliza hiyo makala hapo, umezungumza maeneo mengi sana, umuhimu wa kuzungumza lugha na nini, lakini lugha ina nafasi nzuri sana ya kuongeza thamani ya mtu. mm-hmm. E, ndugu zangu wa haya kule, wanasema kule nyumbani lazima tuzungumze na Kiingereza kidogo <laughs> ili tuonekane, tunaonyesha status Eh, lakini ukweli ni kwamba ukizungumza lugha ya kigeni unazungumza na kwa mfano wanaozungumza Kiingereza kwa Tanzania huwa tunawaona kama ni watu fulani wenye maisha mazuri hivi. Yaani kuna namna watu wanakuchukulia kama mtoto akishua hivi unazungumza Kiingereza. Lakini hiyo wanaizungumza kwa sababu kwa Tanzania ili ufahamu Kiingereza huwezi kwa kifahamu mtaani. Kiingereza kwa Tanzania ni lazima uende darasani. Kwa hiyo assumption ya kwanza kwa Tanzania, ukiwa unazungumza Kiingereza, tunajua huyu jamaa ni msomi hata kama hujafika kwenye level ya usomi huko. Kwa sababu Kiingereza Tanzania kinafundishwa darasani, hakifundishwi mtaani, umeona? Kwa hiyo inakuongezea thamani, inakuongezea status, unaonekana mtu wa daraja la juu kidogo kuliko wengine unaowasikiza. Ukifahamu Kifaransa ndio kabisa, unajua da, huyu jamaa huyu ni balaa. Kichina na lugha nyingine, wanakuona ume, umeshavuka na mipaka. Inawezekana huyu jamaa ameshaishi Parisi huko sio wapi. Kwa hiyo kuna namna inakupa status ya peke yake unapofahamu lugha za kigeni. Una wito gani kwa kumalizia kwa wadau ambao wanakuangalia juu ya kujifunza lugha ya kigeni? wito wangu ni lugha za kigeni zinakupa nafasi, zinakupa wateja kwa wafanyabiashara, zinaweza kukupa unafuu wa kuzungumza na watu wa, wa, wa mataifa mengine, zinakupa fursa ya kufahamu tamaduni nyingine, zinakupa fursa ya kupata mawazo mengine, kwa sababu vitabu vingi pia vimeandikwa kwa lugha za kigeni kwa hiyo ili uweze kujitanua kimataifa ni muhimu kufahamu lugha zaidi ya hiyo, hicho Kiswahili ambacho tunakizungumza. Ukifahamu Kiingereza kama mimi nafahamu Kiingereza, tujafahamu lugha nyingine. Of course um, uh, Kiingereza kinazungumzwa na watu wengi, zaidi ya asilimia sabini ya watu duniani wana uwezo wa kuzungumza Kiingereza, lakini ukijifunza na lugha nyingine zinakufungulia fursa nyingi sana. Kwa hiyo tujifunze lugha nyingine ili tupate nafasi ya kuwa global citizen. Asante sana, yeah. Dr. Reuben kwa kuungana nasi, tumejifunza mengi kutoka kwako. Ni kutakie siku njema no. Utupelekee salamu zetu hapo chuoni Duse. Asante sana, karibuni Duse. <sighs> tunafundisha na kichina pale, tunafundisha na kichina ah. Basi tuwage, tuwage, tuwage, tuwage kichina, tuwage kichina <laughs> Ukinipima niko nanimefurahi. Ojambo, nilitaka ajibu kwamba mtu kuandika kwenye CV yako unaongea Kiingereza, fluent English ni sawa.